Wa wa rahmatullahi barakatuh. Asalam aleikum warahmatullahi wabarakatu. Ifuatayo ni tamko la dua. Sisi Waislamu wa mkoa wa Kigoma kwa pamoja tunajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ibada ya funga ya siku tatu kama alivyoagiza mufti wa Tanzania Shekhe Abubakar Zubeli Ali na mufti wa Zanzibar pamoja na ibada hii ya kuchinja ili tumuomba allah subhanahu wa taala atuongeze baraka la... katika nchi yetu kati lakini pia adumishe amani umoja upendo na mshikamano miongoni mwetu <laughs> kwa kuwa tunaamini dua ni silaha muhimu katika imani wazee wetu wakati wanabombea walitumia silaha ya dua na kujikurudisha kwa Allah subhanahu wa taala na kuchinja, hatua iliyopelekea kupata uhuru bila ya kumwaga damu. Na sisi tunamuomba Allah subhanahu wa taala ahifadhi nchi yetu na viongozi wetu. Aidha, kupitia ibada hii ya kuchinja, tunawakabidhi kwa Allah subhanahu wa taala wale wote waliohusika na kupanga, kusimamia, na kuchochea na kufadhili vitendo vya vurugu na uharibifu au uhalifu, siku ya tarehe 29 Oktoba mwaka 2025, na kupelekea uharibifu wa mali, majeruhi na vifo vya watu. Kwa ibada hii ya kuchinja na dua tunazoziomba leo hii Tunamuomba Allah subhanahu wataala awashughulikie wote waliohusika, yaani awape shughuri ya kufanya ng'ombe hawa tunaowateketeza na wale wabaya wa taifa letu. Tunakuomba ewe Allah subhanahu wa taala uwateketeze kama tutakavyowateketeza ng'ombe hawa. Damu itakayomwagika hapa haitorudi tena na sisi tunakuomba Allah subahanahu wa taala mabalaa vurugu na fitina katika taifa visirudi tena. Ewe Mwenyezi Mungu, tukubalie dua yetu, tuseme wote amin, amin.

Amani ndiyo msingi wa maendeleo. Amani ndiyo msingi wa afya. Amani ndiyo msingi wa mabadiliko yote ambayo tunaoyaona. Amani ndiyo msingi wa elimu. Kwa nini ninayasema haya? Kwa sababu sote tunashuhudilia kwamba Tanzania ya wakati uliopita sio Tanzania ambayo tunayo kwenda nayo, na Kigoma iliyopita sio Kigoma ambayo tunayo kwenda nayo. Wengi tumeshuhudilia kiwango kikubwa cha masuala ya istithmari uwekezaji ambao unaendelea kufanyika katika nchi yetu ya Tanzania, lakini hasa katika mkoa wetu wa Kigoma. Lakini siri kubwa ya haya mabadiliko yote tunayoyaona sasa yasingeweza kufanyika isipokuwa yamepatikana baada tu ya kuweko msingi mkubwa wa nini, wa amani. Na haya sasa ndiyo yanathibiti kwa maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo anasema kwamba wala asri innal insana la fi khusiri. illa alladhina amanu waamilu lsalihati watawasau bilhaqi watawasau bisabri, kwamba ila alladhina amanu, isipokuwa wale ambao waliofanyaje? Walioamini, ambao ndani ya wale walioamini ndimo inapopatikana neno amani. Kwa kupitia amani utamuabudu Mwenyezi Mungu kwa kupitia amani, utafanya amali zilizokuwa njema, ambazo ndio msingi mkubwa wa mabadiliko ambayo tunaoyaona katika kila sekta za maisha ya mwanadamu. Lakini baadaye wanakuja watu gani? Waamilu salihati watawasau bilhaqi, haki inakuja katika njia ya kuhusiana. Tumefahamiana vizuri haki inakuja katika njia ya kufanyaje ya kuhusiana. Yawezekana mimi nikawa ni alim shekhe mkubwa ninayetegemewa na watu au kiongozi wa dini, lakini matendo yangu yakatofautiana na wadhifa ambao nilionao, nikatumia wadhifa wangu kuwanyonya watu, nikatumia wadhifa wangu kuwanyanyasa watu, nikatumia wadhifa wangu kuingiza chuki, nikatumia wadhifa wangu kuingiza fitna katika jamii lakini watapatikana watu miongoni mwetu watanihusia, kwa sababu nitakuwa nimekwenda nje ya nini ya yale aliyoamrisha Mwenyezi Mungu, ambazo ni kanuni za maisha yetu sisi ambayo tunatakiwa tuishi nayo kila siku, watawasaubil watawasaubil haki. Kwa hiyo haki inapatikana katika kuhusiana wenyewe kwa wenyewe na kukumbushana wenyewe kwa wenyewe. Na mfano mfupi, angalia katika familia yako, ikiwa unakwenda vibaya halafu mke wako au mume wako inakuwaje? Ili amani ipatikane, lazima mmoja amuhusie nani? Amuhusie mwenzake, watawaswau bil haqi. Lakini pia watawaswau bisabiri. Katika subira kuna kutumia maneno yaliyokuwa mazuri, kwa sababu maneno kazi yake yanaweza yakajenga au yakabomoa yakaharibu, au yakarekebisha. Kwa hiyo sisi tunatakiwa pia tuhusiane kuwa na moyo wa nini? Wasubira. Na haya ndiyo ambayo aliyoyafanya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wakati alipokuwa katika ardhi ya Maka na hata alipohamia Madina, baadhi ya mambo hakusema kwamba tunaingia kumwaga damu, kuhalalisha vita, bali alikaa chini na kuvuta subira na kukubaliana kwa ajili ya maslahi ya walio wengi. Huyu ni mtume wa nani? wa Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Kwa hiyo na sisi tutumie fursa hii kupeana nasaha wenyewe kwa wenyewe kwa maneno yaliyokuwa mazuri, kwa maneno yenye kujenga na kupinga fikra za wale ambao wana maslahi binafsi na wanataka watutumie sisi kuharibu amani ambayo tulionayo. The the peace is the foundation of progress, ndivyo E, amani ndiyo msingi wa maendeleo ya aina yoyote ambayo tunaoyataka. Hivyo basi nitumie fursa hii kila mmoja aweke nia yao, alafu tusome dua hii ya kuiombea kuombea mkoa wetu, kuliombea taifa letu, lakini pia kujiombea sisi viongozi wa dini, lakini pia kuombea nchi yetu pamoja na viongozi wetu ambao wameshika kijiti hichi na wameamua kuingia katika maridhiano kwa maslahi mapana ya taifa letu. Bisiril Fatiha, Bismillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka naabudu na wa iyyaka nastain ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim walad dalin allahumma ya alima bima yanzil akfina sharra ma yanzil

Ya arhamar rahimin. E, Mwenyezi Mungu, tunakuomba kwa rehema zako na kwa utashi wako na kwa utukufu wako, sisi waja wako dhaifu, hakika tumekusanyika katika viwanja vyako vitukufu. Hakuna tunamtegemea isipokuwa wewe, mola wetu mtakasifu. Tunakuomba ya Allah, utushishie amani katika majumba yetu, utushishie amani katika familia zetu, utushishie amani katika nyoyo zetu, utushishie amani katika jamii yetu, utushishie amani katika taifa letu. Tunakuomba ya Allah, sisi wote tuliojaa hapa kama msikitini na wale ambao wako nje ya msikiti huu ndani ya mkoa huu na ndani ya taifa letu, tunakuomba ya Allah sisi pamoja na viongozi wetu chini ya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunakuomba ya Allah ujalie amani ndiyo, ndiyo mwongozo pekee uliotawala katika nyoyo zetu. Tunakuomba ya Allah utujalie amani katika maisha yetu. Tunakuomba ya Allah utujalie amani katika mamlaka yetu. Tunakuomba ya Allah utujalie amani katika nyumba zetu za kiibada. Tunakuomba ya Allah utujalie amani katika kazi zetu. Tunakuomba ya Allah utujalie amani katika shughuli zetu. Tunakuomba ya Allah utujalie amani katika vio vyetu tunakuomba ya Allah tujalie amani katika maisha yetu, tunakuomba ya Allah kupitia cheo cha Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wasalamu alaykum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.